Jimbo la Ukonga kwa sasa lina zaidi ya watu laki tisa kwa mujibu wa takwimu ya sensa ya makazi hapa nchini Tanzania. Kutokana na wingi huo basi, na sasa yataenda kuwa majimbo mawili, Ukonga pamoja na Kivule. Ukonga litakuwa na kata saba na watu laki nne na tisini na Kivule itakuwa na kata sita na watu laki nne na zaidi. Ukubwa wa jimbo hilo ni moja ya vigezo vinavyotumika na kamati ya ushauri mkoa wa Dar es Salaam kutoa mapendekezo yao. Vigezo vinavyofuatwa katika kugawa jimbo ni idadi ya watu lakini kuna ukubwa wa eneo la kiji, eh, ukubwa wa kiji, uh, ukubwa wa eneo husika, lakini ugawanyi wa huduma za jamii zilizopo na shughuli za kiuchumi kwa ujumla, na utaratibu, mchakato lazima uanzie katika ngazi za chini. Kwa hiyo mgawanyi umezingatiwa na kata zote haziingiliani kimipaka na wala haziingiliani na wilaya nyingine maoni ya wajumbe wa kikao hiki yakaegemea zaidi kwenye kuunga mkono mapendekezo ya mgawanyo wa jimbo. Ulitokea ubinafsi mkubwa sana Mheshimiwa Mwenyekiti, meya wa Ilala kupidikile dio mbunge wa sasa waokoke kaligoma kuiga wa Ilala. Sisi tuliona Ilala mkubwa, ufikishaji wa huduma za wananchi Ilala unaweza kuwa ni mgumu kama wilaya moja kama ilikuwa wananchi, hususan wale wanaotoka kwenye kata za pembezoni mwa mji wamekuwa wakihitaji huduma kwa haraka na kwa fasaha, lakini pia kutokana na idadi ya wananchi. Tunakwenda kuongeza eneo la utawala, lakini pia na sehemu nyingine tunaweza kivule na sehemu kama tunaweza kutambulia tutapata. Kwa hivyo mheshimiwa mwenyekiti, ili jambo mimi ni kuombe, eh tukimaliza leo kikao ifanyike kwa haraka kwenda kwenye mamlaka nyingine myingine makesie tukaanza tumechelewa katika kulipeleka. Okay, ukiangalia Ukonga mwisho mwenyewe unafika mbali, unasikitika, barabara hazina lami ni machache. Kwa hiyo mimi nashukuru, natuunge mkono ayaitusitumie muda mrefu tuipitishe majimbo yawe Uungwaji huo mkono kutoka kwa wajumbe ukamfanya mwenyekiti wa kikao hiki mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuhitimisha mjadala kwamba deadline ilishatolewa mwisho tarehe ishirini na sita kupeleka haya ma mapendekezo yote. Kwa hiyo mimi nadhani leo hii tukishatoka hapa, tusaini madubasha haya yaondoke. Kama kuna mtu anapeleka kwa mkono, kama anakwenda kwa posta, nyewe mnafahamu, lakini leo leo yaondoke akiwa ya amepatanishwa na miutasari ambayo watu wamesaini kutoka kwenye kikao hicho. Nimefika jimbo la Ukonga kupata hisia za wakazi wake juu ya mchakato uliofanywa na wawakilishi wao. Tunashukuru kwa kuwa jimbo litagawanyishwa kwa wabunge wawili, kwa hiyo wananchi, kwa kweli, tutanufaika. Tunashukuru sana kwa sababu naona kutokuwa na mafanikio makubwa. Jimbo likigawanywa basi, wabunge wakiwa wawili, basi utendaji kazi wa wabunge utakuwa ni, ni mkubwa zaidi kwa sababu watakuwa wanaweza kuzunguka kila sehemu. Kwa mujibu wa Tume Huru ya Uchaguzi nchini, miongoni mwa vigezo kugawa majimbo ni ukubwa wa eneo ambapo Ukonga ina ukubwa wa mita za mraba laki moja na elfu ishirini na nane sawa na kilomita mia moja ishirini na nane. Estabela Malisa, Azam News, Dar es Salaam na kwa wakati huu Ivona hacha tuangazie uhalisia wa mambo katika baadhi ya majimbo ambayo yanaelekea kugawanywa kwa maana ya mapendekezo, katika mikoa minne tu ambayo tumeichagua hapa, na kwa baadhi ya majimbo pia, si yote. A, Dodoma, mkoa wa Dodoma kwenyewe kuna jimbo la Dodoma mjini ambalo lina idadi ya kata ishirini na idadi ya watu wake ni watu laki saba na sitini na tano elfu mia moja sabini na tisa. Mbeya mjini jimbo lina kata 35 ikiwa na wakazi laki tano, elfu arobaini na moja, mia sita na tatu. Kigoma mjini jimbo lina kata 19 likiwa na wakazi laki mbili, elfu thelathini na mbili, mia tatu themanini na nane na jimbo la Ukonga katika mkoa wa Dar es Salaam lenyewe likiwa na kata 13 na wakazi ama wananchi laki tisa, elfu ishirini na moja, mia nane hamsini na saba. Haya ndio majimbo kwa hali ya sasa hivi yalivyo. Acha tuangazie vile ambavyo sasa majimbo yanapendekezwa kugawanywa pale pale Dodoma. Tuanze na jimbo la Dodoma mjini ambalo lenyewe jimbo linapendekezwa ligawanywe mara mbili, yapatikane majimbo mawili, ambalo moja litaitwa Dodoma mjini na jingine litaitwa Mtumba. Na Mbeya, mkoa wa Mbeya, kuna jimbo la Mbeya mjini, kwenyewe kutakuwa na jimbo lipendekezwa ni jimbo la Mbeya mjini na jimbo jingine liwe jimbo Uyole jimbo pacha, maana yake yeah. Kwa pale mkoani Kigoma jimbo la Kigoma mjini likipendekezwa kuwe na jimbo la Kigoma na jimbo la Ujiji, huku mm. ndo kwetu <laughs> <laughs> Alafu kuna uh, mkoa wa Dar es Salaam. Hii ndio leo sasa hii yeah, ambapo yenyewe inapendekeza jimbo la Ukonga ligawanywe vipande viwili, ipatikane Ukonga yenyewe na Kivule. Ukonga ni idadi kubwa sana ya watu E, kata ni chache kata, kata zake ni kubwa sana mm. Kwa mfano kata kama ya kule tunakoishi sisi wengine pugu pugu mm, ni kubwa, ina maeneo mengine mengi, kwa hiyo ni, ni, ni, ni hali kama hiyo. Kwa hiyo kila, kila, kila mji hapa RCC yake ama hiyo kamati ya ushauri ya mkoa imekuwa na mapendekezo yake mm. Acha tuangalie um, namna nyingine tena hapa jimbo hizo kata tumeangalia na mm, majina pendekezwa pia ndivyo hali ilivyo.